Uislamu ni dini ya amani. Uislamu umehimiza amani. Amani ndio kila kitu. Pasipokuwa na amani, hakuna maisha. Pasipokuwa na amani, hakuna ibada. Pasipokuwa na amani, hakuna biashara. Pasipokuwa na amani, hakuna masomo. Chochote bila amani, hakiwezi kupatikana hii ni kwa mujibu wa Uislamu. Umesoma dini, pengine umenishinda, mpaka mimi njo unipe aya au hadithi inayosema, hichi ulichokisema sio sahihi kwa mujibu wa aya hii, hadithi hii. Ukinipinga tukiselasela, mimi sio msela, sishindani na wasela. Mimi nataka ushahidi, qala Allahu, qala rasulullah sasa leo, ukidai amani, tunataka amani. Tathmini yaonyesha uchaguzi huwa unaleta kidogo mtikisiko wa amani, sio katika nchi yetu, bali nchi nyingi katika Afrika hii. Ukisema amani, amani, wanasiasa gombaneni, lakini mtuachie amani ya nchi hii. Wanasiasa shindaneni kwa hoja, lakini amani ya nchi hii mtuachie. Amani ya nchi hii thamani kubwa kuliko hata siasa na wanasiasa. Amani ya nchi hii ina thamani kubwa kuliko hata vyama vyote katika nchi hii. Amani ya nchi hii ina thamani kubwa kuliko hata wagombea wote katika nchi hii. Maneno mazuri ya kidini kabisa, kwa mujibu wa Qurani na maneno ya Bwana Mtume Muhammad, kipindi hichi atautoe aya au hadithi Vijana walio data na wakajizima data hawakuelewi. Shida yao chama chake kishinde, shida yao chama chao kishinde, wagombea wao washinde. Potelea pote vyama vyote, wagombea wote, tubaki salama katika nchi hii. Miongoni mwa vitu vitakavyosababisha amani kuendelea kudumu katika nchi ni imani Hayo hamyajui, maskini wa Mungu, vijana waliodakta wakajizima dakta